Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bwana Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam siku moja alimtembelea Bibi Fatima alayha salam nyumbani kwake, akamkuta Bibi Fatima alayha ssalam analia sana. Bwana Mtume akamuuliza Bibi Fatima, ni nini kinachokuliza bwana? E, Bibi Fatima alayha salam akamwambia, kinachoniliza ni kazi za kusaga na saga e, ngano e, kazi hii ni ngumu na kazi za nyumbani, lau kama ungeweza kumwambia Imam Ali alaihi ssalam ambaye ni mume wake kwamba aninulie mtumwa anisaidie kufanya kazi za nyumbani awe ni mjakazi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akakaa na bibi Fatima akawa anamsaidia, anatupia ngano katika, au shair katika kinu ambacho alikuwa akitumia bibi Fatima alayha salamu mpaka alipomaliza shughuli yake. Alipo maliza bwana Mtume akamwambia, lau kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetaka, angefanya hiki kinu kingekuwa kina saga chenyewe, lakini Mwenyezi Mungu amejalia na amefanya huo unafanya shughuli hizi ili awe na kufutia madhambi yako eh, ambayo umeyatenda. Taban, Bibi Fatima si mtenda madhambi, lakini risala hii inaelekezwa kwa wanawake wote ulimwenguni. Na usia wa Bibi Fatima aliyohusiwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alayhi wa ni mrefu sana, tutaona kipande baada ya kipande kingine. Wassalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh.